Jambo na karibu. Mbunge wa Mumias Mashariki, Peter Salasya, amemtaka Mama Aida Odinga amwombee wakati huu anapoanza shughuli ya kutafuta mwanamke wa kuoa. Peter Salasya amesema ya kwamba amechoka na maisha ya upweke na kuchipikia, jambo ambalo linamtatiza kwenye maisha yake. Kwenye maongezi yake na Peter Salasya, amesema haya na nukuu: "Mama Ida tafadhali niombee, nikiwa kijana ninayejiandaa kuoa. Nina matumaini ya kupata mke kama wewe." mwisho wa nukuu. Hayo ni maneno ya Peter Salasya akimwambia Mama Ida Odinga ya kwamba wakati huu Mama Ida Odinga anafaa kumwombea kwa sababu imefika kipindi ambacho anatafuta mwanamke wa kuoa, na huyu mwanamke awe na sifa nzuri kama za Mama Aida. Hayo ni maneno ya mbunge wa Mumias Mashariki Peter Salasya ambaye anapania kuwa na mke kama wanaume wengine lakini igundulike ya kwamba katika maisha unaweza kuwa na pesa, unaweza kuwa na machumba, unaweza kuwa na kila kitu, lakini bila familia yote ni bure. Ndio maana imefika kipindi ambacho Peter Salasya amegundua haya na ako katika shughuli za kutafuta mwanamke wa kuoa. Langu jina la salia kuwa maskini msomi Ai, ni maskini msomi TV, kipindi ambacho kinakupatia taarifa kim, kim na matokeo pindi yanapochipuka kila ambacho na kusihi, kwamba kisha kwamba unaponyesha kidude ili uweze kusubscribe kwenye chaneli hii upate uondo zaidi, na kutakia kila laheri.